Ndugu watanzania wenzangu, kwenye kuelekea kwenye sherehe za mwisho wa mwaka, mimi kama mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, niwahakikishie wilaya yetu iko salama, ilikuwa salama, salama ilikuwa na na, sasa ipo salama, na itaendelea kuwa salama. Niwashukuru viongozi wa dini, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na wananchi wa Monduli kwa kutunza amani yetu. Niwaasihi wananchi wenzangu, tuendelee kuitunza. Kwa wale wageni waliotoka nje ya mipaka yetu waliokuja kwa ajili ya kusherekea na familia, ndugu na jamaa, niwahakikishie pia wilaya yetu iko salama sherehe zenu zitakwenda vizuri, mtasherekea vizuri na familia. Wito wetu tukawe kila mtu akafanya sherehe zake kwa amani na utulivu, na na kila mtu akawe mlinzi mwenzie. Ulinzi na usalama wa wilaya yetu uko salama, na wilaya yetu wila ni salama wakati wote, muda wote, na vyombo vyetu viko tayari kuhakikisha hakuna amani inayopotea hakuna chochote kibaya kinachotokea. Ni wahakikishie ndugu, jamaa, majirani, marafiki na wananchi wote wa wilaya ya Mbulu na wote waliopo wilaya ya Monduli ambao wanafikiria pia wakale sherehe zao wapi wakasherekea wapi mwaka mpya na Christmas. Chukua nafasi hii kukaribisha katika wilaya ya Monduli. Niwaambie wilaya ya Monduli ni salama, ni salama, ni salama sana. Na atakaye aje. Usalama ni mwingi wakati wote muda wote. Vyombo vyetu viko tayari usiku na mchana kuhakikisha vinawalinda wananchi. Msherekee sherehe hizi na familia na mjimarishe umoja wa familia, mtu mmoja moja na hatimaye umoja wa taifa. Ni wasii wazazi, walezi tunaposherekea kwenye mwaka huu tujiandae pia na mwezi Januari kupeleka watoto shule. Serikali iko tayari, miundo miundombinu ya mapokezi iko tayari, maandalizi ya watoto yako tayari. Hivyo ni wasii Tuendelee kuandikisha watoto kwenye madarasa ya awali na msingi na wale wa vidato vingine, elimu yetu iko tayari. Tunaishukuru sana serikali yetu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, wametuletea fedha nyingi na sisi kama wasaidizi wake tumetekeleza miradi hiyo kwa mafanikio makubwa na miradi yetu yote iko tayari kwa ajili ya kupokea. Miundombinu yote iko tayari. Hivyo ni ujio jukumu wa wazazi, walezi kuleta watoto wakafaidike na elimu yao. Ndugu wananchi wenzangu wa Mbulu, niendelee tena kuwakumbusha kwamba kwenye kipindi hichi tunapoelekea msimu wa kilimo ni vyema tujiandae vizuri, pamoja na kusherehekea sherehe zetu za mwisho wa mwaka tukumbuke pia, huu ni wakati ambapo tunafanya maandalizi ya mashamba, na kwa kweli tunaishukuru tena tena serikali yetu ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imetuletea wataalamu kwenye kila kata, imetuletea mbolea mbegu za ruzuku na sasa zinapatikana kwa wingi kwenye wilaya yetu. Hivyo niombe wakati tunasherehekea sherehe za mwisho wa mwaka, ni vyema pia tujiandae na msimu wa kilimo, tusikilize ushauri wa wataalamu, maoni ya wa wataalamu na mapendekezo ya wa wataalamu, maana tumesisitizwa mwaka huu utakuwa na mvua za chini ya wastani, na wataalamu wetu kwa lugha nyepesi, tutakuwa na mvua chache lakini kwenye wilaya yetu ya Mbulu tumeendelea tuna bahati, mvua zimeanza kunyesha, hivyo tuzitumie. Na sisi kama serikali, niwahakikishie wananchi wenzangu wa Mbulu tutakuwa karibu na nyinyi, muda wote, wakati wote kuhakikisha tunafikia lengo la kupata mavuno mazuri, ili tupate chakula tupate mazao ya kuuza sokoni kwa ajili ya kuhudumia wananchi wenzetu wa Tanzania na nje ya nchi yetu Tanzania. Niwakumbushe pia wale walipo kwenye skimu, skimu zetu zimeendelea kuboreshwa na zinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni wasii, tunaposherehekea kwenye shughuli hizi tukumbuke pia kujiandaa na mwaka mwingine, ili mwaka 2026 uwe mwaka wa mafanikio, uwe mwaka wa neema kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja, familia, wilaya, taifa, na hatimaye watu wote na nchi zote zinazotuzunguka zifaidike na uwepo wa wilaya ya Mbulu. Mwisho, nimewasisitiza tena, karibuni wilaya ya Mbulu, karibuni tusherekee kwa pamoja kwa ajili ya maslahi ya familia ndugu jamaa, marafiki, wilaya, mkoa na taifa. Baada ya kusema hayo, niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya kwenu wote, wananchi wa Mbulu, mkoa wa Manyara na Watanzania wote. Mungu awabariki sana na asanteni kwa kunisikiliza. Neema na amani itamalaki kwenye familia zenu, ndugu zenu, jamaa zenu na maeneo yote ya wilaya yetu na taifa letu. Asanteni sana.